Umewahi kuona jinsi baadhi ya watu wanavyoonekana wamezeeka kuliko umri wao halisi? Uso wao umechoka, macho yao yamejaa huzuni, na nguvu zao zimepungua kabisa. Halafu kuna wewe. Watu wanakutazama na kusema, hapana, huwezi kuwa na umri huo. Hawaelewi, wanadhani labda ni sababu ya kurithi, au labda ni vipodozi, au ni mbinu fulani ya anti-aging walioiona mtandaoni lakini ukweli ni huu: kuonekana mchanga sio tu kuhusu ngozi yako, ni kuhusu nafsi yako, ni kuhusu jinsi unavyoishi, jinsi unavyofikiri na jinsi unavyokabiliana na maisha. Usiogope, katika video hii nitakufunulia sababu saba za siri ni kwa nini unaonekana mdogo kuliko umri wako, na hizi sababu zinakwenda mbali zaidi ya vile unavyotarajia. Namba moja: una roho isiyovunjika. Maisha yanampiga kila mtu, hakuna anayepita bila mitihani. Wengine wakishapigwa wanavunjika, wanabeba mzigo wa kushindwa na huzuni, na unaanza kuonekana usoni mwao. Lakini wewe huvunjiki, unapinda, unakubali hali halafu unasimama tena. Kila kovu ulilonalo si jeraha, ni ushahidi kwamba umeokoka na hapa ndipo siri ilipo. Ustahimilivu wako unakupa mwangaza. Kuna nuru machoni pako inayosema, nimepitia joto la jiwe lakini bado nimesimama. Nguvu hiyo ni ya kuvutia na haizeeki. Watu wanaposhangaa kwa nini unaonekana mchanga, hawatazami tu ngozi yako, wanauona moyo usiozeeka. Namba mbili. Unakubali mabadiliko badala ya kuyahofia. Njia ya haraka zaidi ya kuzeeka ni kushikilia yaliyopita, ni kuogopa kesho, ni kukataa kukua. Watu wengi wamekwama, wanapigana na kila mabadiliko, wanalalamika jinsi zamani mambo yalivyokuwa bora. Hiyo mizigo inawavunja, inawafanya kuwa wakavu, wagumu, na wazee rohoni lakini wewe unasogea na maisha, unakubali changamoto mpya, unajiweka upya inapohitajika. Wewe si mfungwa wa toleo lako la jana. Uwezo wa kubadilika ndio siri ya ujana. Wakati unakubali mabadiliko, unakuwa mwepesi rohoni, na roho mwepesi haigawanyiki. Na ndio maana watu wanakuangalia na kusema, bado unaonekana kijana. Ni kwa sababu huwahi kuacha kusonga mbele. Namba tatu. Akili yako daima ina shauku. Mfikirie mtoto. Ana hamu ya kila kitu. Hiyo shauku inamfanya aonekane hai, mwenye furaha na mwenye hamasa kila siku. Lakini watu wengi wakikua wanaizima. Wanaacha kuuliza. Wanaacha kujifunza. Wanaacha kuchunguza. Na akili ikisha ganda mwili nao unafuata. Lakini wewe, akili yako ina njaa. Unasoma, unauliza, unatafuta, unajaribu mambo mapya. huwezi kuruhusu ubongo wako uoze. Na siri ni hii: shauku ndio mafuta ya uhai. Inafanya mazungumzo yako yawe ya kuvutia, mawazo yako yawe mapya na mtazamo wako uwe mpana watu wanaona cheche hiyo ndani yako, na inakufanya uonekane mchanga zaidi, kwa sababu akili yenye shauku kamwe haizeeki. Namba nne: unaweza kuonyesha hisia zako bila woga. Kuficha hisia ni sumu. Asira iliyofichwa, maumivu yasiyoelezwa, machozi yaliyozuiliwa, yanafanya moyo ya ujenge ukuta, na baada ya muda huo ukuta unaanza kuonekana kwenye mwili Msongo, mikunjo na uchovu. Lakini wewe ujifichi, unacheka kwa nguvu, unalia unapohitaji, unapenda kwa dhati, unasema ukweli wako. Na siri iliyojificha ni hii: kuishi kwa uhalisia wa hisia ni uhuru, na uhuru huo unakuangaza. Watu wanaojieleza wanaishi wakiwa wepesi nguvu yao ijashikiliwa na miaka ya maneno yaliyonyamazishwa. Na huo wepesi ndio sababu unaonekana mchanga kuliko wenzako, kwa sababu ubebe mzigo wa kimya. Namba tano: unajizungushia nguvu chanya. Nguvu ni ya kuambukiza. Ukiwa karibu na watu hasi kwa muda mrefu, giza lao linakuwa lako. Msongo, maneno machungu na usuda vinazeesha haraka kuliko muda wenyewe. Lakini wewe unalinda duara lako, unachagua watu wanaokuletea furaha, wanaokutia moyo na wanaokupa msukumo. Unajua mazingira yako yanakutengeneza, hivyo unachuja kwa makini. Ndio maana unaangaza, uchokwe, unatiwa nguvu, tabasamu lako linakuja kwa urahisi kichoko chako kinatoka haraka na uwepo wako unaonekana mwepesi. Watu wanapokuuliza mbona bado una nguvu hivi, ni kwa sababu huishi gizani, unaishi kwenye mwanga. Nguvu chanya. Namba sita unaishi kwa hamasa na kusudi. Huu ni ukweli ambao wengi hawataki kuusikia. Watu hawazeeki kwa sababu muda umeenda, wanazeeka kwa sababu wameacha kuishi wanakwama kwenye mazoea, wanaacha kufuata ndoto, wanasahau kitu kinachowasha moto ndani ya nafsi zao. Na mara moto huo ukizimika, kila kitu kinapotea. Lakini wewe una kusudi, una malengo, una kitu kinachokufanya uamke ukiwa na hamasa, kitu kinachokupa uhai ndani yako. Na hamasa ya kweli ndio kinga kubwa zaidi dhidi ya kuzeeka. Inakupa maana ya maisha, inakupa nguvu, inafanya kila siku yasabiki. Ndio maana unaonekana mdogo, kwa sababu hujaacha moto wako uzimike. Namba saba: unaachilia yaliyopita. Yaliyopita ni mzigo mzito: majuto, makosa, hali ya kusalitiwa. Ukiyabeba yote hayo, ni kama mzigo usioisha mgongoni na wale wasioweza kuachilia, wanaonekana wazi kwenye macho yao, kwenye mwili wao, kwenye roho zao. Wanaonekana wamechoka, kwa sababu kubeba ya jana kutakufanya uzeeke. Lakini wewe unayatoa, unasamehe, unasonga mbele. Ukubali jana yako ikutambulishe leo, na uamuzi huo unakufanya uwe mwepesi, unakufanya uwe huru, unakufanya uonekane kijana. Watu wanaposema unaonekana mdogo kuliko umri wako, wanachoona ni nafsi isiyobeba mizigo ya jana. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.